Wengineko watu zaidi ya elfu mbili walionusurika na ugonjwa wa saratani katika kaunti ya Uasin Gishu wanahitaji msaada wa chakula. Wakizungumza mjini Eldoret wakati wa matembezi ya kuhamasisha umma kuhusu ugonjwa huo, wakazi hao na waathiriwa hao wamesema unyanyapaa umeongezeka na kutengwa na jamii hata baada ya wao kupitia machungu ya ugonjwa huo na kupona. John Wanyama Anaarifu. Janga la saratani bado linawahangaisha wengi na maelfu wamepoteza maisha yao. Jambo la kusikitisha ni kuwa wale waliopambana na ugonjwa huo na kupona kabisa sasa wanatengwa na hata kukosa chakula katika kaunti ya Uasin Gishu. And stigma is real. Don't stigmatize us. Don't I look beautiful? I'm beautiful because of all of you. Look at all these ladies. Daktari they they so Beki Wanjiku ni mwanzilishi wa kikundi cha Soles Cancer Foundation kinachowashughulikia wa walionusurika saratani. Wanjiku, ambaye pia aliugua saratani na akapona, anasema kuna haja kubwa umma na jamii pana kutowatenga wagonjwa wa saratani na wale waliopona.

thing that everybody in the society should stand join us to pigane na saratani. We want no one to die of cancer, especially breast and cervical cancer, hizo ni vitu za kupona haraka, curable. I lost a sister to cancer in 2020. I felt the urge to support this work. Mbunge wa Uasin Gishu Gladys Boss naye amesisitiza umuhimu wa serikali kupiga marufuku kabisa kemikali mbaya zinazotumika na wakulima na ambazo husababisha saratani. We

Uh, serikali imehimizwa kuzingatia kupunguza pesa za matibabu ya saratani au kuondoa kabisa gharama ya matibabu ya ugonjwa huo kwa ondolea mzigo wa Kenya. Nilikuwa nimerudi hospitali clinic 20 2024 kwenda huko nikaambia ifanye kazi sasa nikarudi sijatibiwa remember our president always says families are one illness away from bankruptcy mm. the moment one person in a family is ill that family loses everything they sell land, they sell sell land their houses just to put that person through treatment Shirika hilo sasa linawahudumia Wakenya zaidi ya elfu mbili ambao wanahitaji msaada wa chakula miongoni mwa masuala mengine ni muhimu. John Wanyama, Runinga ya Citizen Kaunti ya Uasin Gishu.